Moye waheshimiwa, tukae tukae. Waheshimiwa Karagwe oye, wana Karagwe hamjambo! Marahaba. Aya, asante sana. Mitano tena. Aya aya, asante amasa, asante hamasa, asante. Ndugu katibu mkuu wa chama cha Mapinduzi, Balozi Dr. Asha-Rose Migiro, kitambua uwepo wa katibu mkuu mstaafu Balozi Dr. Bashiru Kakurwa, wajumbe wa kamati kuu na wajumbe wa halmashauri kuu mliopo nasi hapa, waratibu wa kampeni wa kanda hii wakiongozwa na kaka yetu comrade Mwandri, ndugu mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kagera pamoja na kamati za siasa za mkoa na wilaya, mgombea ubunge wa jimbo la Karagwe ndugu Innocent Bashungwa, wa jimbo la Ngara ndugu Doto Bahemu, na jimbo la Kyerwa ndugu Khalid Sekela, wagombea wote wa CCM kwa nafasi za udiwani kwenye kata zote ishirini na tatu za wilaya hii, Mheshimiwa viongozi wetu wa dini wazee wetu waka, wa, ko, wa, wilaya hii, lakini pia nikitambua wazee wa kimila kama kuna machifu, machifu wenzangu na wazee wote mliopo nasi. Ndugu wananchi, CCM oye! Kazi na utu! Karagwe oye! Kerwa oye, Ngara oye. Asanteni sana ndugu zangu. Kwanza nami nimshukuru Mungu kwa kutufikisha salama hapa Karagwe, ikiwa ni kituo changu cha tatu kwa leo katika kampeni za mkoa huu. Nataka niwashukuru sana walioshiriki katika maandalizi ya mikutano yote toka nimeanza mapokezi mpaka hapa nilipo, mikutano yote imesheheni watu. Asanteni sana sana sana, nimefurahi kufika kwenye wilaya hii yenye historia kubwa, mahali alipotokea Omuka Marumanyika, kiongozi hodari wa utawala wa kijadi wa Karagwe aliyewaongoza watu wake na kuwavusha katika vipindi vigumu. Nafurahi kwamba nasi tumeweza kufanya jitihada kubwa za kuwavusha Wanakaragwe na kuziendeleza sekta mbalimbali mbali, kama alivyofanya, nasi tunafata nyayo zake. Ndugu zangu, tumesikia mengi yaliyofanywa katika majimbo yetu matatu haya ambayo wagombea wa ubunge wamekuja kujieleza hapa. Lakini nataka niwaambie kwenye ilani yetu iliyopita na tunayokwenda, tunayoisema sasa hivi, tumejipanga kwa aina tatu. Aina ya kwanza ni kukuza na ku, kupeleka kwa wananchi huduma za kijamii, na hapa tunazungumzia afya, tunazungumzia maji tunazungumzia elimu tunazungumzia umeme, kwamba ni huduma za kijamii. Na katika hayo tumejitahidi kufanya kwa nchi nzima, lakini na kwa hapa mkoa wa Kagera na wilaya hii tumejitahidi kufanya kama yalivyosemwa hapa. Tunatambua kwamba maendeleo ni safari, maendeleo ni hatua kwa hiyo tunakwenda hatua kwa hatua. Kwenye afya, tutaendelea kujenga vituo vya afya na zahanati na kumalizia mahospitali ya wilaya kule ambako bado hatukumaliza. Tutaendelea kutoa huduma za dawa. Kwa mfano dawa, kwa sasa hivi kitaifa tuko kwenye asilimia themanini na sita. Kwa hiyo dawa zote za lazima ambazo lazima zipatikane zinapatikana vifaa tiba na vitendea kazi vyote vinapatikana hatujafikia asilimia mia lakini tulipofikia ndugu zangu si haba kwa upande wa elimu tunaendelea na kujenga miundombinu ya elimu msingi na sekondari tunajenga veta na vyuo vya ufundi ili vijana wetu wapate elimu na wapate elimu ya ufundi waweze kujiajiri na kuajiriwa. Kwa nini tunajenga VETA? Tunajenga VETA na vyuo vya ufundi tunaangalia mbele, nchi yetu inaendelea, viwanda vinakuja, uwekezaji mbalimbali unakuja, miradi mikubwa kama hii ya bomba la mafuta kutoka Uganda kwenda Tanga, yanataka wafanyakazi. Tunamalizia mazungumzo na mradi mkubwa wa Mchuchuma na Liganga wa kuchumba chuma cha Tanzania na mkaa wa mawe wa Tanzania unataka mafundi, nataka watu wa fani mbalimbali, na miradi mingine kama hiyo, maendelezo ya bandari zetu, reli tunazokuja kuzijenga zote zinataka mafundi wa aina mbalimbali. Ndio maana tunazijenga VETA, tufundishe vijana waajirike kwenye miradi hiyo, na baadaye wajiajiri wenyewe. Kwa hiyo upande wa elimu upande wa elimu bado tunaendelea na miundombinu, tunaendelea na sera yetu ya elimu bila ada, tutaendelea nayo, lakini vile vile tunazidi kutunisha mfuko, vijana wetu wanaotoka kidato cha sita waweze kwenda vyuoni bila sisi, oye, waweze kwenda vyuoni bila wazazi kuhangaika na hii ni bila kujali bila kujali hadhi ya kiuchumi ya kaya. Kwa hiyo watakwenda vyuoni bila wazazi kuhangaika. Lakini tukizungumzia maji, maji ni jambo la lazima kwa mwanadamu, na ndio maana tumefanya jitihada zote. Yakitajwa mabilioni yaliyotumika hapa kupeleka maji, mtu anaweza akashika kichwa, lakini ni jambo la lazima na sasa tumeamua, hatutumii maji tu kwa ajili ya matumizi ya majumbani, lakini pia kwa ajili ya kukuza kilimo chetu. Na ndiyo maana tunajenga skimu za umwagiliaji maji kote nchini, ili wakulima wetu wazalishe mara mbili kwa mwaka, tukuze uzalishaji wa chakula na mazao ya biashara, ili tuingie kwenye ile sera yetu ya kilimo biashara lakini upande wa umeme tumejidhatiti kumaliza kadhia ya umeme. Tumeshafanya vijiji vyote kama tulivyotumwa na ilani iliyopita. Tumejiengeza kwenye vitongoji, tuko takriban nusu ya vitongoji vya nchi hii. Tunakwenda kumaliza palipo baki. Lengo letu ni kila Mtanzania atumie nishati safi ya umeme na umeme wetu umeme wetu unatoka kwenye vyanzo safi; ni maji, upepo, jua na kidogo unatoka kwenye gesi. Kwa hiyo tunajielekeza kwenye matumizi ya nishati safi ya umeme, kwenye matumizi ya kawaida, matumizi ya kupikia kwenye umeme. Pia ni usalama, pahali kwenye umeme unapowaka. Bashungu amesema hapa kwamba mji wa Karagwe sasa ni umeme mjini saa ishirini na nne vijana wanaweza wakafanya biashara zao masaa yote, hamna sasa saa kumi na mbili vijana wa Karagwe hawarudi nyumbani kwenda kujificha kiza. Saa kumi na mbili bado ndio kumekucha mitaani, huko mataa yanawaka, hawana shida ya usalama, usalama upo. Kwa hiyo umeme nao tunakwenda tumeuweka, kwamba ni huduma muhimu kwa wananchi wetu. Kwa hiyo hayo tumeyafanya vizuri na tutaendelea, mkitupa ridhaa tutaendelea kuyafanya vizuri. Lakini fungu la pili ni kuwawezesha wananchi kiuchumi. Hili ndio fungu la pili la ilani zetu, na hapa tunazungumzia mambo mengi. La kwanza tunazungumzia ruzuku tunazozitoa, ruzuku kwenye sekta ya kilimo. Ile ruzuku kama sikutolewa wakulima wangewajibika kutumia pesa kununua mbolea, ambao wasingenunua mbolea nyingi, wangenunua mbolea kidogo, wangetumia shambani kidogo, mazao yangekuwa kidogo. Lakini kwa sababu tunawatoza nusu ya bei au chini ya hapo, wanapata mbolea nyingi, wanatumia mbolea nyingi, wanavuna mazao mengi, wanauza mengi, wanapata pesa nyingi. Kwa hiyo huko ndio kumwezesha mwananchi kiuchumi. Lakini eneo la pili, eneo la pili kumwezesha mwananchi kiuchumi ni mikopo na kupeleka mitaji kwa wananchi. Asilimia kumi ya halmashauri ni kuwawezesha wananchi kiuchumi, lakini vile vile TASAF ni kuwezesha wananchi kiuchumi, lakini mifuko mbalimbali inayotoa mikopo kwa wananchi ni kumwezesha wananchi kiuchumi. Kuna jambo jingine, ujenzi wa stendi zetu na masoko ni kuwawezesha wananchi kiuchumi, kwa sababu stendi kuna fursa za biashara, masoko ni fursa za biashara. Ukipata mtaji pakufanyia biashara papo, ni kumwezesha mwananchi kiuchumi. Kwa ndugu zangu, maeneo mengine tunaweza kusema chanjo. Chanjo kwa wafugaji, tumetoa chanjo kwa nusu bei lakini kwa kuku ni bure. Atakuwa na mifugo yenye afya, atauza mifugo yenye afya, atapata fedha nyingi, ni kumwezesha mwananchi kiuchumi. Kwa hiyo hizi ziko nyanja nyingi sana. Amesema hapa waziri wa kilimo ndugu yetu Bashe kwamba toka tumeanza kulishughulikia zao la kahawa tumekata tozo nyingi nyingi, na ile pesa ambayo imesamehewa Haikati, inaingia mfukoni kwa mkulima, ni kumwezesha mwananchi kiuchumi. Kwa hiyo hilo ndio fungu la pili, na ahadi yetu kwenu kwenye hili tutaendelea na mifuko, tutaendelea kuangalia kila tunapoweza kutoa ruzuku ili mtanzania azalishe kwa gharama nafuu, lakini apate zaidi, ili tumwezeshe kiuchumi. Lakini katika mifuko katika mifuko kwenye ilani yetu mpya inatuambia inatuelekeza kuanzisha mfuko wa wafanyabiashara wadogo wadogo, ambao tutaanza na bilioni mia mbili zikopeshwe kwao wapate mitaji na waendelee na shughuli zao. Nimelisahau, nime kundi la wachimbaji wadogo wadogo, na wenyewe tumefanya kazi kubwa sana, tumewawezesha kuwapa maeneo kuwapa mitambo kuwasamehe kodi ndogo ndogo, na wenyewe tumewawezesha. Kwa hiyo ili fungu la pili, kuwawezesha wananchi kiuchumi, ni kundi linalowagusa vijana wengi, pamoja na programu yetu ya Jenga Kesho Iliyo Bora kwa vijana ambao tumewafanya wanaingia kwenye kilimo, wanaingia kwenye uvuvi, wanaingia kwenye ufugaji. Ni kuwawezesha wananchi kiuchumi. CCM hoye! Nani kama CCM? Eh, huko ndo kujenga utu wa Mtanzania. Ndugu zangu, kundi la tatu ni kundi la sekta za kiuchumi uchumi, uchumi mkubwa kitaifa, nalo ni sekta za uzalishaji, na hapa tunazungumzia tena kilimo kama sekta muhimu kwenye uzalishaji. Tunazungumzia viwanda kama sekta muhimu kwenye kujenga uchumi wa taifa, tunazungumzia miundombinu ya usafiri na usafirishaji kama ni sekta muhimu kwenye kujenga uchumi wa kitaifa. Na kwenye usafiri na usafirishaji, kwenye kilimo, kwa eneo hili Bashe amezungumza vizuri sana, lakini kwenye usafiri na usafirishaji ni masuala ya barabara, ambayo kuna barabara kadhaa zimeombwa hapa, nami nataka niwahakikishie kwamba tunakwenda kuzijenga kwa kiwango cha lami lakini tukiacha barabara, tukiacha barabara. Kwa mkoa huu wa Kagera tunazungumzia kiwanja cha ndege ambao ni uh, nyenzo muhimu kwenye usafiri na usafirishaji sio tu kwenye kupeleka biashara na kurudisha, lakini pia kwenye utalii. Viwanja vya ndege vinakuza utalii. Kwayo, kwa hiyo kwa mkoa huu tuna kiwanja kimoja pale Bukoba ambacho ni kidogo. Ilani hii tunayoinadi sasa imetuelekeza kujenga kiwanja cha pili ndani ya mkoa huu. Na kiwanja hicho, kiwanja hicho tunakuja kukijenga kwenye wilaya ya Misenyi hapo jirani zenu ndicho tutajenga kiwanja kikubwa kitakachotua kitakacho ndege kubwa, kiwanja cha kimataifa. Yote ni kuufungua mkoa huu na kuufanya uwe mkoa wa biashara na mkoa wa utalii. Lakini eneo la tatu, eneo la tatu ni bandari na vyombo vinavyotumika kwenye maziwa yetu. Tunajenga bandari kwa hapa uh, mkoa huu najenga bandari mbili, moja ya Kemondo na ile bandari nyingine, na zote ni kukuza usafiri na usafirishaji wa biashara na kuinua uchumi wa mkoa, lakini pia uchumi wa wana Kagera. Hiyo ndiyo sisi. Na eneo la tatu, eneo jingine kama nilivyosema, ni viwanda. Ndugu zangu, ilani yetu inatuelekeza kuweka kongani za viwanda kila wilaya na madhumuni ya kongani hizi ni kuongeza thamani mazao tunayozalisha. Kwa hiyo kwa wale wavuvi ambao tunawasaidia kutoa boti, tutawapa mitaji kwa mikopo, lakini tunaleta mikopo ya vizimba vya kuzalisha samaki zaidi. Lengo letu ni kuwawekea viwanda vitakavyochakata samaki wale, kuweka thamani samaki wale na kuuza ndani na nje ya nchi, na hasa kwa sababu kiwanja cha ndege kiko hapa, na ATC tuna ndege moja ya mizigo, tunakusudia kuongeza nyingine ya mizigo. Samaki watatoka hapa kwenda nchi za nje, au hata ndani ya nchi, Dar es Salaam na kwingineko. Bado tuna nini, lakini eneo jingine ni eneo la kilimo. Amesema uh, ndugu yetu Bashe kwamba tuna lengo la kufufua viwanda vile ambavyo vikuwa vikichakata na kuweka thamani kahawa, vimekufa, tutavifufua ili tuweke thamani na tusiuze kahawa tunavyouza sasa. Tuuze kahawa ikiwa tumeitengeneza, tumeiongeza thamani, ili tupate pesa zaidi. Kwa hiyo hayo ndiyo mafungu matatu ambayo tunajipanga nayo chama cha mapinduzi, kuhudumia wananchi wetu. CCM, oyee! Nani kama CCM! Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, kuna maombi hapa. Nimeyapokea maombi ya barabara, nimeshasema tutazishughulikia, tutazijenga kwa lami, nyingine ziko kwenye ilani. Lakini kumeombwa stendi. Hii ni kati ya mikakati yetu, kujenga stendi ili kukuza fursa za biashara. Lakini kule Ngara kumeombwa chumba cha baridi au cold room. Kwa ajili ya kuweka maparachichi yasiharibike. Huu mpango upo ndani ya ilani yetu, tunao. Tuna mpango wa kujenga vyumba vya aina hii nchi nzima, hasa mikoa ya kati kunakolimwa parachichi na upande huu, tutakuja kuzijenga ili kuhifadhi parachichi zetu. Jengine ni kile kituo cha kilimo ambacho waziri Bashe amekijibu vizuri. Naombi, la mwisho ni tamasha la utamaduni Bahaya Festival. Hapa sasa tunafanya exchange, Mheshimiwa Bashir yeye ana Bahaya Festival, mimi nina Kizimkazi Festival. Sasa mimi nimekubali kuja kwenye Bahaya Festival, na nitakuja, siji peke yangu, nikija sitokuja peke yangu. Takusanya wa Makunduchi na wakizimkazi kule nije nao waone. Sasa na sisi ikifika la kwetu, na wewe uje na wako kule. CCM oye! Na hiyo ndio Tanzania muungano oye! Asanteni sana. Sasa, ndugu zangu wa Karagwe na wote mlokuweko hapa, tuombe kura. Madiwani wameshajipanga, Naomba wabunge waje hapa niwakabidhi ilani, halafu kwa pamoja tuombe kura zenu CCM. Ilani ambazo mgombea urais mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan anagawa ni mkataba baina ya wananchi wa Karagwe na Chama cha Mapinduzi. Maendeleo yatakayoletwa katika kipindi cha miaka mitano yote yapo ndani ya ilani ya uchaguzi katika sekta zote barabara, afya, elimu, kilimo, ufugaji. Dkt Samia oye! Si sisiemu oye! Kazi na utu. Ndugu zangu, ilani nilizokabidhi kuna kazi mle ambazo chama cha mapinduzi tumejipangia kuzifanya miaka mitano ijayo mkituchagua. Na sina shaka na Karagwe, najua mnakwenda kutuchagua. Sina shaka na Ngara, najua watatuchagua. Sina shaka na Kyerwa, najua watatuchagua, najua watatuchagua, lakini uungwana ni kuja na kuwaona na kuwaomba, ndio uungwana. Ningekaa tu Dar es Salaam, ah, watanichagua Ningepata chache sana, si ndio? Lakini wanasema uso umeumbwa na haya. Kwa sababu nimekuja, mtaona aibu, mtanitilia nyingi, si ndio? CCM oye! Haya, sasa mimi mwenyewe Samia su... wa kiti cha urais wa jamhuri ya muungano wata mgombea wa nafasi mgombea wa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini na wenzangu wanaogombea ubunge katika majimbo ya Karagwe, Kerwa na Ngara wako hapa. Lakini pamoja na sisi, tuna madiwani wa kata zetu za wilaya hii wako hapa 23 nimeambiwa wako hapa. Sasa mimi nitakwenda kusaidiwa na wabunge hawa bungeni. Wabunge hawa mkiwa hamuwaoni wanatafuta fedha, wanaongea na mawaziri wengine, wananikera mi ofisini kwangu koko koko, mama hasa Bachungwa msumbufu sana <clears throat> wananigongea mama fedha, mama fedha, mama fedha lakini tegemeo lao, wakishazipata zile fedha zinashushwa kupitia halmashauri zetu. Halmashauri kuna madiwani hawa, hili ndilo bunge dogo la hapa Karagwe. Hawa wanapokea fedha na maelekezo na miradi iliyokusudiwa, wanajadili na wanasimamia utekelezaji wao. Supervisor wao nani? Chama cha Mapinduzi. Chama cha mapinduzi kinasema hebu kumeletwa fedha za miradi hii, wamefanya nini? Twendeni tukaone. Chama kinanyanyuka kinakwenda kuona. Madiwani hawa ndio wasimamizi. Mbunge akija, na yeye anawauliza madiwani, mmefanyaje? fedha nimeomba, zimeletwa, mmefanya nini? Hiyo ndio kazi ya madiwani. Kwa ili maendeleo yaje, ya lazima wote, mafungu matatu, sisi tupate kura za kutosha. Hivyo basi mimi mgombea urais na wagombea ubunge na madiwani wetu tunaomba kura zenu, wana Karagwe, wana Ngara na wana Kera, tunaomba kura zenu. Sasa wale wanaosema watatupa kura, mikono juu nione. Haya kule juu, sijaona haya. Haya haya haya, asanteni sana, asanteni sana, nawashukuru sana. Sasa ndugu zangu kwa vile mmeshasema mtatoa kura tarehe ishirini na tisa kesho kutwa tu, tuna wiki mbili, tarehe ishirini na tisa Mungu atuamshe salama mapema na furaha, wote tutoke. Una rafiki zako, wapitie waambie, twende tukapige kura. Baba na mama, ukinyanyuka wewe ndani ya familia, walioandikishwa watowe nenda nao wakapige kura. Lakini kubwa zaidi, kwa mabalozi wetu, mabalozi wetu wa maeneo wote, hakikisheni kwamba katika maeneo yenu kila aliyeandikishwa kupiga kura ametoka na anakwenda kupiga kura. Kwa hiyo, matayarisho ya kutoka kwenda kupiga kura yaanze sasa. Kila mtu ajue kituo chake, kila mtu ajue kapangwa wapi kupiga kura, ili siku ile unajua natoka nyumbani nakwenda pahali fulani kupiga kura. Tumeelewana ndugu zangu? Sasa ndugu zangu, sisi kama nilivyosema, tunaomba kura zenu na Mungu awabariki wa asanteni sana. Sisiemu oye! Kazi na utu! Sijasikia kazi na utu. Asanteni sana. Kagera oye! Karagwe oye! Ngara safi! Kyerwa safi! asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, tupunge mikono na mabango na